Karibu tena msikilizaji wetu kwenye uchambuzi wetu wa kina leo, kama tulivyokuahidi, tunaangazia makala moja uh, yenye mjadala mkubwa kutoka Kenya Wantam Notam Movement kwm kicho chake cha unajua ni kine cha unafiki wa Ruto, kwa nini kanisa lake la k shilingi milioni 120 ni mnara wa ufisadi. Kishwa chenyewe kina uzito kabisa, na lengo letu hapa ni kukupa wewe muhtasari wa hoja zao kuu. Tunachambua tu yaliyomo, hatuungi mkono wala kupinga. Ni muhimu hilo lieleweke, tunachambua mtazamo wa chanzo hiki. Sawa basi tuanze. Makala inaanza kwa kishindo eh, kumkosoa rais Ruto moja kwa moja. Hakika wanaanza kwa hoja ya mabadiliko wanayodai kuyaona, ndiyo ile hoja ya kutoka Mr. Kasongo kwenda waskofu Kasongo. Wanasemaje hapo, kwamba si mabadiliko ya kiroho Yaani kwa mtazamo wa makala wanadai kuwa hii ni kama uh, njia ya kujificha kufunika yale wanayoita ufisadi na uongozi mbaya, kama kwamba anatumia dini kama ngao fulani. Ndio wanavyodokeza wanaona, kama ni kinyago tu, na kwamba historia ya mtu hasa madai yanayomkabili hayawezi kufutwa na jina jipya au kujihusisha na dini. Sawa, hoja nzito ya kuanzia na wanaijenga hoja hiyo kuingia kwenye kini hasa cha ukosoaji wao hmm, lile kanisa la bilioni moja pointi mbili. Hapo ndipo wanapokita mizizi zaidi kabisa wanauliza, je, Kenya yenye changamoto zote tunazozijua umaskini, miundombinu, afya, elimu inahitaji kweli jengo la ibada la gharama hiyo yote? Ni swali ambalo uh, linagonga moja kwa moja kwenye vipaumbele wanauliza Mungu anataka jengo au anataka viongozi warekebishe mifumo? hapo mm-hmm. Ndipo ule ulinganisho unapoonekana wazi. Wanaweka gharama ya jengo dhidi ya mahitaji ya kimsagii kabisa: barabara, hospitali zenye vifaa, shule bora, walimu wenye mishahara mizuri. Yani, wanachosema ni kwamba uongozi unapimwa kwa kuboresha maisha ya watu, si majengo ya fahari, hata kama ni ya ibada. Hoja yao ni kwamba rasilimali zinaweza kutumika vizuri zaidi kwa sasa. Hiyo ndiyo hoja yao kuu. Wanahoji uhalali wa matumizi hayo makubwa ya fedha katika mazingira ya sasa ya Kenya. Na halafu, lugha inazidi kuwa nzito wanapogusa suala la uongozi na vijana, hasa wale wa Gen Z. Ah, hapo wanatumia maneno makali sana. Wanasema mikono ya Ruto imechafuliwa na damu ya vijana walioamini wa ahadi zake wanarejelea yale maandamano na vifo. Ni madai mazito sana. Wanadai kiongozi hapaswi kutoa kafara watu wake kwa ajili ya manufaa yake, na wanasisitiza kuwa vijana wa sasa hawaogopi, wanataka mabadiliko halisi, sio tu kama ishara kama hilo kanisa. Wanataka kuona matokeo yanayoonekana, hospitali zinazofanya kazi, shule zenye vifaa, ajira. Ndivyo makala inavyosema. Kwa hiyo kwa mtazamo wa KWM, ahadi hazijatimizwa na badala yake fedha zinaenda kwenye kile wanachoita mnara wa ubatili na mnara wa ufisadi. Wanasema utakuwa ukumbusho wa kushindwa. Tena tunasisitiza huo ni msimamo na lugha ya chanzo chenyewe. Ni muhimu kukumbuka hilo wakati wote, sisi tuna ripoti tu walichokiandika. Sawa basi, tukijumlisha hoja zote hizi Makala hii kutoka KWM inataka nini hasa? Uongozi wa aina gani? Kwa kifupi wanataka uongozi unaoonekana kujali mahitaji ya wananchi kwanza, unaowajibika na unaoleta matokeo halisi, sio kutegemea ishara au majengo makubwa. Ndiyo. Ujumbe mkuu ni huo. Wananchi wanahitaji viongozi wanaotekeleza ahadi, wanaoboresha maisha yao moja kwa moja na wanahoji sana matumizi ya fedha nyingi kwenye miradi ambayo, kwa mtazamo wao, si kipaumbele kwa Wakenya wengi kabisa, hasa wale wanaokabiliwa na changamoto za kila siku. Basi nadhani tumepitia kwa kina hoja kuu zilizo kwenye makala hii ya Kenya Wantam Notam Movement. Ni ukosoaji mkali, hakuna ubishi. Ukosoaji unaolenga moja kwa moja uongozi wa Rais Ruto, hasa kuhusu hilo kanisa na madai ya unafiki. Lakini zaidi ya ukosoaji wenyewe, kuna swali kubwa linaloibuka, sivyo? Ndilo makala inatuchochea kufikiria. Katika muktadha wa taifa linalojengwa, je, ishara kama hizi, majengo ya kidini au kitaifa, zina nafasi gani zikilinganishwa na nini zikilinganishwa na utoaji wa huduma muhimu: afya, elimu, maji, barabara, yale mahitaji ya kila siku ya mwananchi. Mizani iko wapi? Lipi lina uzito zaidi na lini? Hilo ndilo swali ambalo makala hii kwa njia moja au nyingine inakuacha wewe, msikilizaji, ulitafakari. Ni swali zito la kutafakari unapozingatia maoni haya kutoka chanzo hiki tulichokuchambulia leo.